Rais wa Kenya William Ruto ametoa radhi zake za wazi kwa nchi jirani za Tanzania na Uganda, hatua inayotarajiwa kama muhimu katika kuimarisha uhusiano imara na wa kudumu kati ya mataifa haya ya Afrika Mashariki. Ombi hili la radhi lilikuja wakati wa mkutano wa kiamsha kinywa wa kimataifa uliofanyika Nairobi, ambapo Rais Ruto alisisitiza umuhimu wa ushirikiano na maelewano miongoni mwa nchi jirani. Kauli ya Rais Ruto na maana yake. Akizungumza kwa uwazi, Rais Ruto alikiri kwamba huenda Kenya imewakosea majirani zake kwa namna moja ama nyingine. Jirani zetu wa Tanzania, kama tumewakosea kwa namna moja au kwa namna yoyote, tunaomba radhi. Wenzetu wa Uganda, ikiwa kuna jambo ambalo wa Kenya wamefanya ambayo sio sahihi, tunataka kuomba radhi. Kauli hii inaashiria nia ya dhati ya Kenya ya kuondoa tofauti zozote zilizopita na kujenga uhusiano mpya uliojikita katika heshima na kuaminiana. Rais Ruto pia alibainisha kuwa Kenya iko katika mchakato wa kujijenga upya. Maneno haya yanaweza kueleweka kama juhudi za ndani za kuboresha utawala, kuimarisha uchumi na kurekebisha nafasi za Kenya katika diplomasia ya kikanda. Kuomba radhi kwa majirani ni hatua ya kimkakati inayoungana na mchakato huu wa kujijenga ikilenga kurejesha amani na kujijenga msingi imara wa ushirikiano wa kikanda. Athari chanya kwa ushirikiano wa Afrika Mashariki. Ombi hili la radhi linatarajiwa kuwa na matokeo chanya makubwa kwa uhusiano wa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC, linatoa fursa mpya kwa mazungumzo ya wazi, kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kuongeza kasi ya juhudi za pamoja za usalama na maendeleo. Hatua hii inaashiria kuwa Kenya inathamini uhusiano wake na nchi jirani na iko tayari kuchukua hatua za kidiplomasia ili kuhakikisha amani, utulivu na ustawi kwa kanda nzima. Ni ishara muhimu ya ukomavu wa kisiasa na ninia njema ya kujenga daraja la maendeleo. Na hii ni Erasmi TV